Si naumia mimi, niliangalia Lindi mjini yeleo asubuhi, nimezunguka yote asubuhi leo, nikasema hapa anatoka waziri mkuu ama anatoka konda mkuu Lindi. Nimeangalia, nimeangalia Lindi kuanzia Kilwa Kivinje, angalia bichi ya Lindi ni nzuri kuliko bichi ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti, bichi ya Mtwara Mnalima kila kitu kinastawi. Unapita barabarani, unatokea Dar es Salaam, vijana wamesimama barabarani, mashati mifuo wazi, wanakula miwa, wanauza mayai. Machinga wa nchi hii wanatoka kusini, nyie mmeitwa machinga. Watu wenu wanauza barafu Dar es Salaam, wanauza sumu za pale Dar es Salaam, wanauza korosho, wametoka kwenye ardhi kubwa yenye rasilimali, kuna utajiri wa gesi, kuna bandani maboya man. na baatimbaya hata tukiwaambia ninyi ni maskini hamtuelewi, kwa sababu mnafikiri mmeumbiwa hiyo hali na mmezoea huku. Inshallah, ukila leo ukakosa leo, ni mapenzi ya Mungu. Sikiliza siaboya, kuna vizuri ndio mapenzi ya Mungu, kuna vibaa ni mapenzi ya sisihemu wali vibaya, mbona wao wali vibaya? Hata mimi si vibaya, si vibaya wasongo. Mimi nawasomi shule zenu hizi hizi hizi hizi za zakata hizi za baba na mama, anakula anakula wali na maharagwe hizo hizi. <coughs> Wasongo wasomi hizo shule zenu, sina sina shule za zenu. Hata watoto wanape watoto wanape wanasoma international school, watoto wangu wamesoma international school unalipa ada mtoto mmoja milioni thelathini kwa mwaka, ukiwa na watatu milioni mia kwa mwaka. Sasa kama sisi tunaamini hizo elimu za shule ya kata ni nzuri, kwa nini tulipe mamilioni ya pesa kuhamisha watu kwenye hizo shule? Tukija huko, tunawambia ndugu zangu wa Tanzania, tumeboresha elimu ipi? Ipi? Nionyeshe mjukuu wa Samia anakusoma kwenye hizo shule. Ipi? Ipi ya mbuga za wanyama Tanzania? Akwanza ni Serengeti, Ngorongoro. Alafu mtihani nakuja, mbuga za wanyama ya kwanza Tanzania ni a hey. Ngorongoro, b Mikumi, c si. Selui, d Serengeti. Alafu mtoto akiandika Serengeti ndo anaitwa shule na mwalimu mwalimu nao anakwambia alipo boya mtoto aliyefauli kuliko wote wa kwanza katika shule ya msingi Mtama Rashidi amepata alama alama yei alama yei ya kufanyaje? Mbuga za wanyama ya kwanza Tanzania ni Serengeti. Ubora huo wewe kujua mbuga ya wanyama kwa ukubwa Tanzania ya kwanza ni Serengeti, ni akili? Watoto wa kizungu wanafundishwa kufikiria, International School wanafundishwa kufikiria, wanafundishwa kubuni, wanafundishwa kuhoji, wanafundishwa kudadisi, na ndio watoto baadaye unaona watoto wa viongozi wanakuwa viongozi watoto wenu wanakuwa manamba. Lazima tukate icheni. Sasa unaikataje icheni? People, unaikataje icheni? Sio kwa maombi. Mimi huwa na hasira kidogo na walokola, mimi ni Mkristo. Kuna biashara inaingia siku hizi, mnaitwa kwenye maombi ya unabii wa upako wa utajiri. Nyie nyie mnaenda kupakwa na mafuta. Sio mtapakwa mpaka oili. Utajiri ni kazi, utajiri ni sera, mama zangu, simanelewa? Simanelewa? Yeah. Sasa namna ya kukata hii hali mbaya ni moja tu. Sikiliza mama zangu, ni moja moja tu, kuondoa kufanya siasa za ushindani kuimarika katika nchi, kwamba CCM wajue kwamba wakienda kwenye ushindani kama hawajafanya kazi ya wananchi ipasavyo, wataondolewa chama kingine cha upinzani. Ukishatengeneza siasa ya ushindani kwamba chama kilichopo madarakani kikifanya mzaha na maisha ya watu kikifanya mzaha na elimu na afya na miundombinu na maisha ya mtu wenu kitaondoka madarakani. asilimia sabini na mbili ya vijana wa nchi hii hawana kazi. Kila kijana anakuwa bodaboda, kila kijana anakuwa bodaboda, kijana anaendesha pikipiki. Baada ya miaka ishirini, angalieni macho, migongo na nyongo. Hawa vijana wanaenda kuishi maisha magumu anaamka saa kumi alfajiri kutafuta abiria. Mama mama ntilie, hata watoto wenu hawapati nafasi ya kukaa na wazazi siku hizi mijini, watoto wakai na wazazi kabisa. Watoto wanaribikiwa tabia, baadaye mnaanza kusema watoto wa siku hizi hawana adabu. Sio hawana adabu, wazazi wa siku hizi hawana muda wa kukaa na watoto kwa sababu ya umaskini. Sasa niyo wakina mama mtamu. Tusaidieni, tusaidieni mtakaposikia kauli imetoka Dar es Salaam au popote kwamba sasa uchaguzi huu hautafanyika, usifanyike. Na nyie polisi, polisi nyie mna hali mbaya mbaya kabisa. Mimi nimekuwa waziri kivuli wenu kwa miaka kumi. Mshahara wa polisi wa miaka hamsini ni sawa sawa na posho ya mbunge na mshahara wa mbunge wa miezi sita. Vijana, unaona hapa. Ha vijana wana hali mbaya, hakuna anayepata milioni sita kwa mwaka wa vijana, walisimama hapa mnalipo <laughs> vibaya, saidieni nchi. Kiume wa nchi hii na wa kike wa nchi hii ambao watakuwa tayari kuwa wazalendo, sio kwa kutenda dhulma ya amri, kwa kutenda haki hata kwa kupokea mauti. Wakuu wa polisi wanaume na wanawake ambao mnaweza mkakataa, ukamwambia afande, amri ya kipumbavu sipokei, nipeleke jela, ni uwe kwa sababu na wewe utaheshimiwa. Tunataka vijana kama hao. Ukivaa combat ya polisi aikoneshwe ni jasiri, unakuwa jasiri kama unaweza ukasimamia haki Ujasiri sio kubeba bunduki, sababu hata mjinga akipewa bunduki ataogopa. Ujasiri ni kusimamia haki na kweli. <coughs> Kwa wakati mwingine mkitumwa kuonea watu, mjiulize, kwa nini tunaonea watu? Kwa nini tunaonea watu? Kwa nini tunatesa watu? Mnatesa mama zenu, watoto wenu wanaishia kuwa mapolisi, mishahara midogo kijana naeza kamishiwa Sumbawanga anahamishwa Kigoma, anahamishwa wapi, mara ya mwisho anakuja kustafu akiwa kama sergenti, anapewa milioni ishirini. Anaenda kijijini kwao, anauza bei ya kiwanja, anaambiwa milioni hamsini. Unasikia baba alikuwa amekaa sebuleni, anaangalia mpira, akaomba maji, akasema kichefchefu, basi bwana akamchukua. Sio bwana, mawazo. Amepewa milioni ishirini, anakuta shamba la kujenga nyumba la milioni hamsini, presha imemuua. Sasa hatuna muda. Mtama mmenyelewa jamani? Tunaposema no reforms no election, maana yake tunasema kama hakuna mabadiliko ya, uchaguzi, ya, uchaguzi, ya, uchaguzi, uchaguzi, ya uchaguzi, ya sheria za uchaguzi, ya kanuni bora za uchaguzi, tutazuia uchaguzi. Sasa wanasema hivi, walivyo wapumbavu. Na namsikia Nchimbi anaongea. Anasema hakuna kuzuia uchaguzi. Hata rais hawezi. Namsikia Nchimbi anaongea. Na Nchimbi ni rafiki yangu. Nimwambie Nchimbi hivi. Haya mabadiliko tunawapigania yana, mtoto wake anahitaji, mjukuu wake anahitaji. Amepata nafasi ndani ya CCM ya kuwa mgombea wa makamu wa rais. Nafasi hiyo haina maana kwa sababu hataishi milele. Wanaweza wasifike hata kwenye uchaguzi. Watoto wao wanahitaji nchi yenye uhuru na haki, ambayo kila mtu ataheshimika, sio kwa jina lake, bali kwa binadamu wake katika taifa letu. Ndugu zangu muda umeisha. Na mimi nilikuwa na hasira sana na utikitimaji wenu, kweli. Nikaona nikianza naye sana tapoteza muda, tusiongee mambo yetu ya msingi. No reforms, no election, sio sasa. Namkaribisha mwenyekiti wetu wa kanda, kamanda Mayala. Lakini toka Mayala tumekuja hapa, nimekula samaki, korosho, sijara ama, ndio na nakoroshwa amna siku hizi. Karibu sana kamanda. Mtama pipo! Hapana, mwenyekiti hajasikia. Mtama pipo! Ndugu zangu wa Mtama, kwanza kabisa, Mheshimiwa mwenyekiti taifa, nitoe shukrani zangu kwa akinamama wa Mtama niweze kusema hivi Mtama, mumenipa heshima ambayo siamini nitaipata mahali popote na mheshimiwa mwenyekiti taifa, jeshi lolote, jeshi lolote likiongozwa na akina mama majasiri kama wa Mtama, tutaenda kushinda.